Kenya hii leo imesherehekea siku kuu ya mashujaa kwa mara ya tatu tangu katiba mpya izinduliwe. Rais Mwai Kibaki alichukua fursa ya siku ya mashujaa kutangaza vita dhidi ya kundi la Mombasa Republican MRC, huku akisema kwamba atakabiliana vikali na yeyote anayehujumu amani, huku akipuuzilia mbali wito wao wa kujitenga. Rais Kibaki alilipongeza jeshi la Kenya kwa ufanisi wake nchini Somalia na kuwasihi kwa mradhi wanasiasa kuendesha kampeni za amani, huku kinyang'anyiro cha mwaka ujao kikikaribia. Kibaki, makamu wake Kalonzo Musyoka pamoja na waziri mkuu Raila Odinga waliongoza sherehe hizo katika uwanja wa taifa wa Nyayo, ambapo mashujaa kadhaa walipongezwa. Franco Teno basi anafungua jamvi la KTN leo, Jumamosi. Saa tano asubuhi katika uwanja wa taifa wa Nyayo, Rais Mwai Kibaki aliwasili kwenye sherehe za sikukuu ya Mashujaa. Rais anayestaafu baada ya uchaguzi mkuu ujao hakusita kuzungumzia umuhimu wa amani kudumishwa. Na tunataka kufanya uchaguzi kwa njia ya amani na tuchaguane. Wacheni watu wafanye uchaguzi, washindane. Ukishindwa utashindwa, ukishinda utashinda. Hatutaki fitina ya watu ambao taka kuleta fitina kwa wenzao. Waziri mkuu Raila Odinga alitumia fursa hiyo kuwataja kwa majina baadhi ya watu waliowahi kudhihirisha ushujaa kwa namna moja au nyingine, akisema mwili wa hayati Dedan Kimathi unapaswa kufukuliwa na kuzikwa upya kwa heshima anazostahili. Hayati Dedan Kimathi anatueleza kwamba mwili yake, maiti yake bado yuko kule Kamiti kule aliyofungwa anataka itolewe kule, tumpatie mazishi ya heshima kama taifa. Kwa hivyo chief justice atotupatia sisi ruhusa ya kufukua na kwenda kuizika kiheshima. Na vile vijana wetu wametia fora, kina David Rudisha kwa upande wa riadha, bwana Kemboi ambaye alishinda nidhani yake nisani ya dhahabu na akarudi nyumbani mara moja kwa sababu alikuwa amekamilisha national duty, na wengine wengi, ile relay ya kina chao saa sati na, naikumbuka Mheshimiwa Rais, vile waliweka for i think it was in Munich, wakaweka record ya dunia. Nadhani kwamba kwa upande wa riadha kusema kweli, vijana wetu sio tu na riadha mbali, pia ni mabalozi wanaostahili. Hawa ni mashujaa wa kweli. Akitambua wa juhudi za wanajeshi wetu nchini Somalia, Rais aliwataja kama mashujaa kwa namna walivyowafurusha wanamgambo wa kikundi cha Al-Shabab kutoka kwenye ngome yao ya bandari ya Kismayo. Mambo mengine mengine kama yale ya watu wachache ambao walikuwa wamehusika na fitna hizi za hapa Somalia. Hiyo si neno. Lakini wangali wako hapa Kenya, na wengine wangali wapo hapo katika Somalia. Haraka iwezekanavyo, lazima tumalize, alafu tuwaachie nchi hiyo wenyewe. <tune> Rais alikamilisha hotuba yake kwa kuwatakia ya heri watahiniwa wote wa mitihani ya taifa, akionya kwamba yeyote anayepania kuvuruga masomo ya watoto wa nchi hii atakabiliwa vilivyo. <tipa> Ujumbe mahususi uliotoka katika hotuba ya rais Mwai Kibaki kwenye sherehe hizi za leo ya mashujaa ni kwamba usalama wa nchi ni muhimu sana, na hivyo basi akawaonya wale wana MRC kwamba watakiona cha mtema kuni. Franco Tieno, KTN leo, kutoka uwanja wa taifa wa Nyayo.